Kwanza tufanye marekebisho ya kisaikolojia kwa wachezaji, kwa maana kuwaongezea confidence, pamoja na kwamba tumepoteza lakini, tunao uwezo wa kushinda michezo iliyobaki na Simba ikaenda hatua ya, ya, ya, ya robo fainali. Mimi naamini na kila mwenye moyo wa kweli wa Simba, naamini ya kwamba nafasi ya Simba kwenda hatua ya robo fainali iko wazi kweli kweli, lakini hatua hiyo hatuwezi kuifikia kama tutatumia muda mwingi zaidi kutafuta mchawi na kulaumiana. Hatua ya kuvuka kutoka hapa kwenda robo fainali tutaweza kuifikia endapo tu kila Mwanasimba atarejea kwenye meza ya marekebisho na kufanya marekebisho. Je, wapi tumekosea? Mimi imani yangu ni kubwa kwamba tunaweza kupata ushindi katika mchezo unaofuata dhidi ya Esperance nyumbani na ugenini, tukapata ushindi nyumbani kwa Petro, tukapata ushindi Benjamin Mkapa dhidi ya Stade Malien, na Simba akaenda hatua inayofuata FM.